Asante. Kwa majina naitwa Aidan Mlawa. Mimi kwa slogan ya kipindi cha nyuma nilikuwa naitwa mdau wa maendeleo jimbo la Kilolo, Tanzania na mikoa mingine. Lakini kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kukutana na wa waandishi habari kwa mkoa wa Iringa. Kwa dhamira ya kipekee kabisa, kwanza niwashukuru pia hata ushiriki wenu ambao umeonyesha kwa kuja kushiriki nami katika habari nzuri ya leo. Leo tarehe ishirini na tisa mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano nimekwenda wilayani Kilolo, nimetia nia ubunge jimbo la Kilolo. Kazi kubwa na madhumuni na malengo yangu ni kutaka kuisaidia jamii pamoja na kumsaidia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amefanya kazi kubwa sana ambayo Tanzania pia tumeiona, lakini pia kwa jimbo letu la Kilolo inahitaji kasi kubwa ya ya ya maendeleo kwa malengo na maono rais wetu jamhuri muungano wa Tanzania, sina budi kujitoa au kwenda kushiriki naye ili pindi itakapotoka langu katika mapendekezo na kuteuliwa katika nafasi ya bunge, basi nikaweze kushiriki na shughuli za nzima za kimaendeleo na wananchi kwa ujumla. Wananchi wa Kilolo wanatamani kuona maendeleo, wanatamani kuona kila mmoja anakuwa na furaha juu ya yale ambayo yanafanyika iko miradi mbalimbali ambayo inafanyika jimboni Kilolo, inayohitaji kusaidiwa na watu wenye weredi, watu ambao watakuwa nia njema kama alivyo rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan.